Masharti aliyopewa kufuatia kifungo hicho ni pamoja na kuwa na tabia njema, kutunza amani, umoja na mshikamano, ambayo ametakiwa kuyafuata katika kipindi cha miezi kumi na mbili na akishindwa kufuata masharti hayo kwa kosa alilotenda, anaweza kuhukumiwa adhabu ya kutumikia kifungo cha miaka miwili jela, au kutozwa faini au vyote viwili kwa pamoja, kwa mujibu wa sheria. Aidha, mahakama hiyo imewaachia huru washtakiwa wengine 49 baada ya ushahidi uliotolewa mahakamani dhidi yao kushindwa kuwatia hatiani katika mashtaka yote manne walioshtakiwa nayo, ambayo ni kula njama, kuingia kwa jinai, kuvamia ardhi inayomilikiwa na kampuni ya Gritanza Limited kwa nia ya, ya kujimilikisha isivyo halali, wizi wa mali yenye thamani ya shilingi milioni 596 na uchochezi. Hukumu hiyo imetolewa na hakimu mkazi wa mahakama hiyo Victoria Nongwa baada ya kusikiliza ushahidi wa pande zote mbili ambapo akisoma hukumu hiyo, hakimu Nongwa amesema amezingatia kwamba Sheikh Ponda hana rekodi inaonyesha kuwa amewahi kushtakiwa na pia amekaa mahabusu kwa muda mrefu. Hakimu Nongwa amesema upande wa mashtaka ulipaswa kuthibitisha kila walichokipeleka mahakamani, kwani upelelezi haukuwa sawa kiasi ambacho kuna vitu vingi ambavyo watuhumiwa waliviibua wakati wakitoa ushahidi wao, na kuongeza kuwa upande wa mashtaka umeshindwa kuthibitisha makosa yote manne dhidi ya washtakiwa hao. Akizungumza nje ya mahakama baada ya kuachiwa, Sheikh Ponda amedai kuwa vyombo vya dola vimekuwa na tabia kutengeneza kesi ambazo hazina uzito kutokana na mashinikizo ya wanasiasa, huku akilalamikia udhaifu katika mfumo wa upelelezi. I ni sema kitu moja tu kwamba hivi karibuni kumekuwa kuna, kuna kesi nyingi kubwa ambazo serikali kwenye kesi hizo imeshindwa kuthibitisha. Ukiangalia kuna mlolongo wa kesi nyingi kubwa za mahakama kuu, nafikiri fikiri kuanzia jana na mpaka leo hii. Sasa hii inaonyesha kwa kiwango gani a vyombo hivi vya usalama u vimekuwa vinatengeneza kesi nzito lakini dhidi ya wananchi na kesi zile hazina ukweli wote. Naelezea, Mwenyezi Mungu siku zote haki anaitupa haki yetu. Mwenyezi Mungu kwenye haki, anatoa haki siku zote, Mwenyezi Mungu kwenye haki, haki. Nyuma yangu ni gari ambayo amepanda Shehe Ponda akiwa anatoka katika viwanja vya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, kutoka katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Mimi ni ufosaro wa ITV.